Ambaye baada ya kutafakari na kuona kwamba nchi hii inahitaji kushughulika kudai mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi and nothing else, amekataa ku compromise na biashara yoyote ile, e, ambayo iko kinyume na mahitaji ya nchi kwa kipindi hiki. Kwa hivyo, tumezungumza naye, amekuja hapa ofisini, akasema ninawaona mnachokipigania ndilo hitaji la nchi kwa kipindi hiki. Nchi hii hatuwezi kujidanganya, kwa uzoefu wa chaguzi tulizozipitia nchi hii, na Watanzania wa taifa hili wanahitaji mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi, ili tuwe na chaguzi zinazoaminika, Watanzania wachague watu wanaowaamini kutoka katika, katika sanduku la kura. Kwa hivyo naomba nimlete ndugu Kabendera, atazungumza kwa uchache yale ambayo ametaka kuyazungumza, alafu eh, makamu mwenyekiti atamkabidhi eh, atamkabidhi eh, utambulisho rasmi wa kumkaribisha eh, na kuwa mmoja ya wanachama wapiganaji katika chama hiki. Na katika mazungumzo yake ametuonyesha ya utayari eh, wa kuyasema kwa hiyo, hivi punde mtaanza kumuona Eugene Kabendera eh, akiyasema yaliyomjaa mwani mwake kwamba nchi inahitaji. Karibu sana, ndugu Eugene Kabendera, karibu sana, mzungumze na Watanzania. Ndugu wananchi, wanahabari, marafiki na wadau wote, leo ni siku muhimu katika safari yangu ya kisiasa. Ni siku ya kutafakari, kuhitimisha sura moja na kuanza upya kwa matumaini mapya. naanza kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa chama nilichokihudumia huko nyuma. Nashukuru kwa jukwaa walilonipa, imani walionionyesha na uzoefu ambao umeunda maisha yangu ya kisiasa. Ninawaheshimu wenzangu wa zamani na misingi tuliyoshirikiana nao. Hata hivyo, uongozi unahitaji uwazi wa maono na ujasiri wa kutenda kwa misingi. Kadi muda unavyokwenda, nimegundua kuwa mwelekeo wa chama changu cha awali hauendani tena na imani, maono na dhamira nilionayo kwa ajili ya taifa letu na wananchi ninaowapigania. Sikuingia kwenye siasa kwa ajili ya vyeo au hadhi na sifa, nilijiunga kuhudumu na ninapoona misingi ya huduma hiyo inatikiswa na kutikisika na kufifia, na inapokumbwa na maadili ambayo yanatia mashaka makubwa sana kwa umma na dunia nzima, ni wajibu wangu kuchukua hatua mwafaka. Baada ya mashauriano makubwa na tafakari ya kina Nimeamua kujiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA. Huu ni uamuzi, si uamuzi wa urahisi wala maslahi ya kisiasa. Ni uamuzi uliotokana na mshikamano wa kweli wa misingi, misingi ya haki, uwajibikaji, ushirikishwaji na huduma ya kweli kwa wananchi wa Tanzania. Ninaamini Chadema inatoa jukwaa la mabadiliko ya kweli, jukwaa ambalo naweza kuendeleza kupigania ndoto za wananchi wa kawaida, hasa vijana, wanawake na jamii zilizotengwa. Nataka kuwa wazi: uamuzi wangu umekuwa daima na utabaki kwa wananchi. Vyama vya siasa ni vyombo tu, lakini wananchi ndio kusudi kubwa. Nitaendelea kusimama kwa ajili ya uadilifu, maendeleo na mabadiliko chanya ya nchi yetu, na kwa watanzania kwa ujumla. Nawaomba wote wanaoamini misingi hii wajiunge nasi, wajiunge na CHADEMA katika safari hii mpya niliyoingia leo. Tuachane na mgawanyiko na tujitume kujenga taifa ambalo uongozi ni huduma, si maslahi binafsi. Asanteni sana, Mungu awabariki nyote. Mungu ibariki CHADEMA, Mungu ibariki Tanzania. Aha, ndu, ndugu waandishi wa habari, naamini mtakubaliana nami kwamba hapa kuna mtu hapa eh? hapa kuna mtu hapa, hapa kuna mtu na ametoka Chauma. Kama nilivyosema, ni moja ya waasisi wa Chauma, amekuwa naibu katibu mkuu wa Chauma, amekuwa msemaji wa wa Chauma, na kwa maneno yake mnaweza mkaelewa kabisa kwamba ndani ya moyo wake anamaanisha nayo yasema E, ndani ya moyo wake anamaanisha na siasa kwake ni utumishi kwa umma. Na ndio kozi ambayo e, Chadema kwa kipindi hiki inafanya kwa Watanzania kuhakikisha kwamba tunasukuma hitaji la nchi kwamba tupate mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi. Kwa hivyo, nichukue fursa hii ni kukaribisha makamu mwenyekiti e, umkabidhi mbele ya umma huu, naomba kwa hapo mbele umkabidhi utamkabidhi katiba, naomba usimame kwa hapa, makamu mwenyekiti, utamkabidhi katiba ya chama. E, ipicha muhimu muipate. ya chama mkabidhi katiba ya chama Utaomba na, na, utamkabidhi e, na bendera ya chama ili ikapandishwe sasa nyumbani kwake, na asante sana, ni, ni, ni, haya, asante sana. Na. Sasa ndugu waandishi wa habari e, kabla sijawapa fursa ya maswali na kabla sijawapa wale waliotambulishwa na mwenyekiti kuzungumza e, katika maazimio ya kamati kuu ambayo mwenyekiti ameasema e, ninaomba ipate katika rekodi zetu vizuri kwamba e, kamati kuu